Tunashukuru wananchi wa, wa, wa jimbo la Lupembe kwa ujumla wake na hususan ni kata hii kwa imani yenu mliompa kura za kutosha wakati wa kura za maoni. Mmemleta kijana safi mahiri kwa ngazi ya ubunge, lakini pia kwa nafasi ya udiwani. Kwenye ubunge sina maneno, mnamjua wenyewe, kama nilivyosema, tumpe kura aendelee kutuletea maendeleo kwenye kata yetu, lakini pia kwenye jimbo letu. Ae Swalle tunamfahamu, na haitoshi kumweleza hapa sifa zake kwa sababu muda hautoshi. Niseme tu kwamba imani yetu ni kwamba itafika itakapofika tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, ndugu zangu, mwananchi wa Matembwe, mwananchi wa Lupembe, nenda kwenye eneo lako ulilojiandikisha kapige kura kwa ajili ya diwani, kwa ajili ya mbunge, na kwa ajili ya mheshimiwa rais. Mheshimiwa rais amefanya mambo makubwa ambayo kwa kweli kila mtu anajivunia kwa namna alivyotutendea haki wake, ambao ndio wanaofanya miradi iliyofanyika Matembwe na jimbo hili yuko mwakilishi Swale kwa Swale. Kwa hiyo Rais Samia amefika hapa, pigia makofi Swale. jimbo hili <coughs> <coughs> mnanisikia? <Nibu> jimbo hili tangu <coughs> <coughs> limepata wabunge wakiwepo wabunge wa miaka hiyo mpaka wabunge wa mwaka elfu mbili na ishirini kutoka elfu mbili na ishirini na ishirini na tano hakuna kazi zilizofanyika kubwa kama ambavyo amezifanya swale huo ndio ukweli huo ndio ukweli matembo ya elfu mbili na kumi sio matembo ya ishirini na ishirini na tano leo nimepita hapa nimekwenda hapo jini na kuna vibarabara huko kuna vila. hii ndio matembo ya swale pigia makofi swale. Na kama mtu takuwa mta kiswale basi una mambo yako, lakini kwa mtu anayetaka maendeleo, maendeleo yaliyofanyika kwenye jimbo hili na kata yenu ya Matembwe ni makubwa haijapata kutokea na chama cha mapinduzi nafasi mbalimbali za madiwani na wabunge watu wabunge walioomba wakiwa waki, waki pamoja na Swale, si ndio jamani? Kila mmoja inawezekana alimtaka aliyomtaka, lakini baada ya nyinyi kumpigia kura nyingi Swale na baada ya vikao mbalimbali vya juu vya halmashauri kuu, mimi ni mjumbe kwenye halmashauri kuu, yule pale okoka, simama ni mjumbe wa halmashauri kuu, wakampitisha Swalle ndiye mgombea wa jimbo hili. Tunaelewana na wote waliogombea pamoja na Swalle, wote wamekubaliana, wameungana na mafuta anayotembelea Swalle wamemchangia, kumpa Swalle kwamba Swalle sasa, wote tunarudi kuwa kundi. Nalo ni la sasa wewe na mimi ukibaki umenuna wale wamepatana yameisha. Mwambie jirani yako hayo sasa yamekwisha. Swali na wale wengine wote wamefanya nini? Wamepatana. Mwambie jirani yako, mwambie, hey, kwamba sasa sasa tunarudi kwa kundi. Nalo ni la sisi. Kwamba jimbo hili na nchi hii imekuwa na marais wengi na bahati nzuri wewe uliwahi we kuhudumu kama mbunge pia katika jimbo hili. Hata ukitembea hili jimbo, Mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa, Mama Samia amefanya kazi kubwa sana na mwakilishi wao nikiwa ni mimi kama mbunge wao, tukishirikiana Mheshimiwa diwani. Nataka nikuambia Mheshimiwa mwenyekiti, shule ya sekondari pale Manyunyu iliyojengwa wakati wa Mheshimiwa Makweta mimi wakati huo nilikuwa sekondari, nilikimbia usiku saa kumi na moja kwenda kushiriki uzinduzi wa sekondari ile, kama vile nilijua kwamba siku moja nitakuwa mbunge. Nilishiriki uzinduzi nikiwa kijana mdogo wakati huo. Katika miaka minne ya Mama Samia tumejenga madarasa mapya pale zaidi ya ishirini. Pigeni makofi kwa Mama Samia Suluhu Kiti. Palikuwa na uhaba wa mabweni, leo mabweni yamejengwa na madarasa yamejengwa mpaka hayana watu, pigeni makofi kwa mama Samia Suluhu Hassan. Tumejenga vyoo vya kutosha mpaka havina watu wa kutumia. Matembwe oye, oye! Mwesheme mwenyekiti, hapa Matembwe ambapo ni mjini walikuwa na shida kubwa sana ya maji ninapoanza kuwa mbunge palikuwa na kero kubwa ya maji, mradi ulikuwa umekwama ule mradi wa maji hapa Matembwe. Aliyeukwamua na kuanza kutumika ni Dr Samia Suluhu Hassan, mpigieni makofi mheshimiwa rais wetu. <tabu> <tabu> Matembwe <tabu> <way. tabu> hoye. Mheshimiwa mwenyekiti, kata ya Matembwe walikuwa hawana sekondari ya kata kwa miaka yote tangu kuumbwa kwa nchi hii shule ya sekondari ya kata Matembwe. Mimi nikiwa mbunge na diwani, mheshimiwa Gwivaha, Mama Samia ametupa fedha, sekondari imejengwa, watoto wako darasani. Pigeni makofi kwa Mama Samia Suluhu Hassan kazi walionipa. Sasa ile shule iko pembezoni kule, inahitaji mabweni ya watoto kwa sababu kule ni mbali inahitaji nyumba za watumishi, kwa sababu kule ni mbali. Inahitaji barabara kufika pale, inahitaji umeme. Ninazijua kero, kwa sababu nimekuwa mbunge wenu. Nipigeni makofi na mimi watu wa Matembwe. Matembwe oye! Matembwe safi! Mwisho mwenyekiti, kama hilo halitoshi, hapa Matembwe ndio pamejengwa hospitali ya halmashauri hii ya wilaya ya Njombe yenye madaktari mabingwa karibu wote. Tumeleta tatisi kandi zimekuja hapa, vitanda vya wagonjwa mashuka yamekuja hapa, madaktari wapo, tumejenga mochwali. Kama hiyo haitoshi, mheshimiwa mwenyekiti, wewe unakumbuka Mama Samia aliponipa ambulensi ya kisasa, nilileta Matembwe. Pigeni makofi kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Matembwe hoye hoye, Matembwe safi. Mwenyekiti, kazi ambazo tumefanya hapa, kulikuwa na shule ya msingi Matembwe ya miaka mingi, wamesoma wazee wetu wengi, majengo yalikuwa yamechakaa. Siku moja nilikwenda ziara pale, tukaona viongozi wa dini pale, wakatuambia mheshimiwa mbunge, haya majengo yamechakaa, hayaoni. Nilipokwenda kwa mama Samia, katupatia madarasa mawili mapya na ujenzi uko mzuri, pigeni makofi kwa masamia seuasa wapa Matembwe safi. Matembwe hoye! Oye! Lakini pia wana Matembwe ni wapi? habari njema Matembwe hoye! Nilipokuja mwaka jana hapa mliniomba nikawasemee Matembe, mnahitaji shule nyingine mpiya msingi, uongo kweli? Matembe oye! Lani ile ndogo ya mkoa ambayo nimeweka hapo, tumeingiza mpango. Tukisha shinda, tunaanza ujenzi wa shule ya msingi pale, wapi? Kikira. Pigeni mako, tunaanza ujenzi wa ile shule ya msingi pale ukinga hiyo ndiyo kazi ambayo wananchi mnahitaji. Nataka niwaambie wananchi wa Matembwe, unapompima mbunge wako, unapompima kiongozi wako, unampima juu ya uwezo wake wa kuwasemea Matembwe oye. oye Nikiwa bungeni kama mbunge wenu, kazi hii nimeifanya kwa umahiri mkubwa, nimewasemea wana Matembwe ipasavyo. Na ndio maana kila mdau wa serikali mlipata fedha Matembwe. Pigeni makofi mengi sana. <coughs> na niwaambie wana Matembwe. Hata hii kero ya barabara mzee wangu Deo Sanga, najua alipokuwa naacha ubunge huku Lupembe, barabara hii ilikuwa imeahidiwa kama ahadi kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, akaangaika ikafanyiwa usanifu kwenda mpaka Madeke, miaka yote kumi ilipita, ilikuwa inaahidiwa tu. Mtu aliyesikiliza kilio cha mbunge wenu kwa niaba yenu na kutangaza kuanza kilomita 42 ni Dokta Samia Suluhu Hassan, mpigieni makofi sana huyu mama. <coughs> <coughs> Na kwenye ilani ya chama cha mapinduzi, Dokta Samia amesema, tutajenga kilomita za kwanza 42 na kuendeleza mpaka Madeke. Kama hilo halitoshi, wana Matembwe, wako baadhi yenu hapa ni wakulima wa chai, na mimi nimesomea zao la chai. Matembwe hoye! Mimi ni zao halisi la chai, niko hapa mimi, nasoma toka shule ya msingi mpaka leo na digrii ya pili ya sheria, nimesomea chai. Matembwe hoye! Na bahati nzuri watu wa Matembwe, mwalimu wangu mkuu aliyekuwa napokea hela ya ada ya chai Mwalimu Njia Jose yule pale mpigieni makofi mengi sana. Mwalimu Njia Jose uje bwana.